Hatuwezi tukafanikisha haya yote. Na niwapongeze sana wana Dar es Salaam, mmechagua amani, tumejifunza na mmesema hatutarudia tena, mmechagua amani. Hilo ni jambo la msingi, hiyo ndiyo itakayosababisha nchi yetu ishinde vita vya umaskini. Mimi niwaambie mimi napata fursa, nilivokuwa waziri wa fedha nilipata fursa ya kukutana na mawaziri wa fedha wa nchi hizi za Afrika. Pana nchi ziko maskini, pana nchi wa Tanzania, wao yetu ni ya mfano, wanatolea mfano Tanzania. Sasa hiki ambacho tumesha kianzisha sio cha siku moja. Si jambo la siku moja, ni tutaweza tu kushinda vita hivyo kwa kuendeleza hatua tunazopiga sasa. Nilizona majuzi juzi kumeanza kutokea debate kati ya watu wanasema amani ama, ama haki mimi niwaambieni ni vyote, ni vyote. Kama mtu anaongelea haki, wala hatutakiwi kubishana naye. Haki ni jambo la msingi kwenye maisha yetu. Tena kila mtanzania asione aibu, kila mtanzania asione aibu kusemea haki ndani ya nchi yetu, ni jambo la msingi. Na kila mtanzania anatakiwa atambue kwamba moja ya pacha moja anayeleta amani ndiyo ni haki. Eneo moja tu ambalo tunatofautiana na wanaharakati tunatofautiana eneo moja tu, wanapoongelea haki hawaongelei wajibu. Hatutapata haki ambayo haina wajibu wowote hapa duniani. Haipo nchi yeyote ile ambayo ina haki tu haina wajibu wote wa kutimiza, haipo Haipo, haijatokea nchi ile ambayo ina haki tu na haina wajibu wa kutimiza. Kwa hiyo tusijifiche kwenye kichaka cha haki. Haki wote tunaitaka na haki wote ni mawakili wake, wote tunataka haki ifanyike, tunataka wote haki itendeke. Sisi tunaenda hatua zaidi, tunasema tujenge taifa lenye wajibu, taifa lenye watu wanaowajibika, taifa lenye watumishi wa serikali wanaowajibika wajibu na katiba ya nchi yetu tulionayo hii hapa ina sura kumi. Sura ya kwanza tu ina sehemu ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inaelekea inaelezea jamhuri yenyewe ya muungano wa Tanzania. Sehemu ya pili inaelekea mwelekeo wa, wa, wa serikali. Sehemu ya tatu inaongelea sehemu ya tatu inaongelea haki na kwenye haki, kwenye hiyo sehemu ya tatu inayoongelea haki inaongelea haki na wajibu. Katiba yetu inaongelea haki na wajibu. Wale wanaoongelea haki peke yake wameitoa wapi hiyo katiba? Sehemu ya tatu ukurasa wa pili inasema haki na wajibu muhimu. Watanzania tusome ili, ili wanaharakati wasio wakatupeleka kwingine. Inaongelea haki tena kwenye heading hiyo hiyo na wajibu muhimu. Kwenye haki imeelezea haki ya usawa, ndio ya kwanza hiyo, haki ya kuishi ya pili, haki ya uhuru wa mawazo ya tatu, haki ya kufanya kazi ya nne. Kwenye wajibu inaongelea haki inaongelea wajibu wa kushiriki kazini, wajibu wa kushiriki kazini, inaongelea wajibu wa kutii sheria za nchi. Haki na wajibu imeelezea haki na inaelezea wajibu. Nimeeleza haki ya usawa, haki ya kuishi, haki ya uhuru wa mawazo, haki ya kufanya kazi. Kwenye wajibu, wajibu wa kufanya kazi wajibu wa kutii sheria za nchi wajibu wa kulinda mali za umma wajibu wa ulinzi wa taifa. Sasa wanaharakati wanafika hatua wanadhani, wanadhani wanaharakati wao wana haki zaidi ya kila kitu kwenye nchi, kwamba wao ndo wana haki ya ku wao ndio wana haki ya kukosoa, wao ndio wana haki ya kukasirika, kwamba wengine wote hawana hawana haki ya kukasirika. Na mimi nivipongeze vyombo vya ulinzi na usalama kwa hatua zilizochukua, kwa sababu wale wanaochukulia mawazo mepesi mepesi hawajui kitu gani kingetokea kama sio uimara wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna watu wanayani wao ndio wana haki ya kukasirika. Eh, kwa hiyo mmeenda ameenda pale wakachoma zile ofisi za CCM zote, e, nani kawaambieni ni wana CCM sio wa Tanzania watanzania? Nani kawaambieni hawana haki ya kukasirika? Mlishajua wao wangekasirika wangefanya nini? Ninyi mliokuwa mnataka vyombo vya ulinzi vilale majumbani, mlijua hawa wengine walioonewa wangekasirika wangefanya nini? Mmejua vyombo vimeepusha kitu gani? Sasa ukienda hapo hapo kwenye wajibu unaeleza nini kuhusu haki? Katiba ibara ya 30 inasema, haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja. Hizi haki hizi zilizoorodheshwa na katiba, hizi haki tunazoimba, havitatumiwa na mtu mmoja na uhuru wa binadamu tunaongelea, hautatumiwa na mtu mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingilia kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine ama maslahi ya umma. Sasa tunaenda kufanya fujo, unasababisha mama aliye ambaye ameshapatwa na uchungu afie nyumbani kwa sababu wewe umeshajiwekea una haki zaidi. Unasababisha mama ambaye ameshapata ujauzito na ana complication mtoto ndani ambaye yeye hajawahi kuwa na chama cha siasa afie tumboni, kwa sababu wewe ume, umejipa kwa sababu ni mwanaharakati wa haki umeshajipa kwamba wewe tu ndio una haki. Katiba yetu imesema haki zote zilizoorodheshwa zote tunazozisemea hazijatumika na mtu mmoja tu kukatisha haki za wengine na maslahi ya umma, ndio wala tusibishane kuhusu haki, wote tunakubaliana na haki na na, kwenye nchi za Afrika hamna nchi ambayo inajali haki kama Tanzania. Tanzania tunajali haki, kitu kimoja tunaoongelea haki, tuongelee tuna na wajibu huu tuongelee tukumbushe watu wajibu huu. Sasa ninyi wengine Watanzania, lilipotokea lile la kwanza, mnaweza mkadhani baadhi ya watu wame, wa, mnaweza mkadhani baadhi ya watu wamekosa huruma. Ngojeni niwaambie wenzenu walipanga nini, ili mwajue hawa watu walichokipanga. Na mimi bahati moja nzuri sana ni, ni ni ni utamaduni wetu sisi wafugaji hatunaga uoga yaani, hatuogopagi, hatu, kusema ukweli nitausema huo huo ukweli, na wakiendelea ku, kufuatafuata nitalipuka na mengine zaidi. Simtanilinda, simtanilinda wangapi, watanilinda? Ndio hawa wanaharakati, hawa wanaharakati kule walipo na wale waliowatuma walipanga jambo hovu dhidi ya nchi yetu. Hakuna hata moja ambalo limetokea bahati mbaya, yote yalipangwa na wao wakiwa wamejificha kule. Wakajaribu kupenya na kupata baadhi ya vijana wetu na wakapenyeza, na baadhi ya watu wa kutoka nje wakapenyeza kutekeleza ajenda yao na lengo kuu ikiwa ni namna gani watakamata rasilimali zetu ambazo zimegundulika ndani ya nchi yetu. Wanajua Tanzania sasa hivi tunavyoongea ni nchi ya kwanza kwa Afrika kwa wingi wa madini adimu, critical minerals. Uranium, Tanzania namba moja kwa Afrika na ni nchi ya tisa duniani. Na haya madini sio kila nchi imepewa, Mungu katupendelea ya sisi yapo hapa wanajua Watanzania wakiwa wamoja hawawezi kuyafikia, na wanajua maeneo ambavyo nchi za Kiafrika unaweza kuzipata ni matatu: eneo la kwanza ukabila, eneo la pili uchaguzi, eneo la tatu udini. Wakajua kwa Tanzania kwenye ukabila hauwapati, tumeoleana mno hapa hapa, wote nyie mlioko hapa, mmekaa tangu asubuhi hapa, hamna hata mmoja akamuuliza aliyemwegemea ni kabila gani? Wanajua huko tulishavuka, wakahamia kwenye uchaguzi, kwenye visingizio. Naongelea reforms, ninyi mnajua reforms zilizofanyika. Inawezekana tume haijawaambia kabla ya uchaguzi, rais huu alijitahidi kufanya reforms zile 4R zake walisema wakurugenzi wasio wasimamizi wa uchaguzi. Hili alikutoka CCM, ili litoka upinzani, tena kwenye chama kikuu cha upinzani likakubalika mwaka huu uliopita. Huu mwaka uchaguzi huu uliopita, wakurugenzi hawakusimamia uchaguzi, wamechukuliwa tena kwa interview za watu, afisa wa kawaida ambaye hana kadi ya vyama wamepelekwa wakasimamie. Wakasema kuondolewe swala la, la, la kupita bila kupingwa. Hili halikuwa jambo la CCM, lilitoka kwao mwaka huu hapa. Kwa hivyo inaitwa kupinda bila kupinga. Wanasema viongozi wa vyama vingine wanapataga shida, magari ya kufanyia kampeni. Kwa hiyo ya yote ambaye ana mgombea urais na mgombea mwenza wapewe magari. Wagombea wa vyama vyote vilivyokuwa na ugombea urais wamepewa magari mapya, yeye na mgombea la mwenza wake. Hili alikutoka CCM. Wanaongelea reform mzipi? Haya, wao wali, walipendekeza. Sasa imemalizika pale, tunaelekea uchaguzi bado miezi mitatu mitatu, si sita, bunge livunjwe. Moja ya chama chetu kimojawapo pale wakabadilisha uongozi, anakuja moja mwingine anasema hatuendi kwenye uchaguzi mpaka tubadilishe katiba, mpaka tupate mabadiliko makubwa. Mabadiliko makubwa ni haya ya katiba yaliyosalia. Sasa ninyi Watanzania, kwa sababu wale jamaa wanatumiaga chaguzi kugawa mataifa, mkadhani ni uchaguzi kweli. Wenzenu walichokuwa wakipanga, walikuwa wanatupeleka kwenye vita, walikuwa wanapanga wacheleweshe uchaguzi kwa, kwa, kwa akili ya kwamba tufanye kwanza mabadiliko, tusogeze uchaguzi ili ikishafika Januari, ikifika Januari moja serikali ile mliochagua elfu mbili na ishirini iwe imeisha muda wake, waje na maandamano kwamba tuna serikali ambayo imevunja katiba. Ndio mimi mimi nasemaga ukweli, hivyo hivyo walipanga. Wewe katiba gani? Tulijaribu miaka mitano tukashindwa. Katiba gani unaweza ukaipata kwenye miezi sita? walipanga tuingie mkenge kama nchi kwamba tuahirishe uchaguzi. Uchaguzi jambo la katiba haliahirishiwi kwenye genge tu hivi. katiba hii haiaili masharti yake ya kuibadili, someni muone. Ni mpaka ninyi Watanzania ndio mpige kura hii ndio iweze kubadilika, hatukae tu hivi. kwa sababu tuna, tuna waongea wetu vyama vya siasa tunaweza tukakaa tu hivi tukasema tunasogeza uchaguzi mbele Walijua kwamba hiyo haisogezi kwa, kwa, ma, kwa mazungumzo ya aina hiyo. Wakasema tu wakishaingia mkenge huu, usogee uchaguzi, ukishasogea ikipita tarehe thelathini na moja ya Desemba, hiyo serikali itakuwa haipo kikatiba, ili waitishe maandamano na nchi yetu ingie kwenye machafuko. Serikali itasema ikasema, tutaenda na walio tayari, hawa ambao hawataki kwa, kwa ridhaa yao hawakusaini fomu kwa ridhaa yao wakasema hawashiriki. Tukasema wale wanaoenda wataenda kushiriki. Sasa ukianza kusema ushindani umekuwa mdogo, sasa Yanga kama wamekataa kwenda kwenye mashindano, Simba akakutana na, akakutana na, na, na, na, na Singida tu ndiyo. kwa nini waulize waliokataa kwenda? Ndio mashindano yatakuwa mepesi kwa sababu wewe haukwenda ndio kama kwenye mashindano Yanga akakataa, Simba kaenda, unaanzaje kumwambia Simba umepata timu rahisi? Kwa nini haukwenda? Serikali ikasema itaenda na vile vyama ambavyo viko tayari, wakarudi nyuma. Sasa kwamba wanaenda ndiyo maana walipanga fujo ifanyike tarehe ishirini na tisa ili waharibu uchaguzi ili wakishaharibu uchaguzi siku siku tano baadaye, mwezi mmoja baadaye, serikali iliyopo ionekane muda wake umeisha. Ninyi mnadanganywa uchaguzi, watu wanapanga jambo lingine la la, la la kupeleka nchi kwenye vita. Ndiyo maana walipanga siku ile ile. Sasa baada ya kuwa kwenye kushiriki wameshindwa kukwamisha, wanataka wakwamishe kupiga kura ili nchi ikose serikali mnataka sisi tuwe kama wale wengine, manchi yale mengine ambayo yalishakosaga serikali. Ninyi ndo mnaipenda Tanzania? Mnataka Tanzania ifike huko? Haya ndo waliopanda. Ndio maana wale, ndio maana wale wanaotuma wanakubali kuingia gharama hivyo. Hizo gharama sio za kuwapenda Watanzania. Kijana moja tu wa mtaani tulikuwa tunapeana songesha hapa juzi juzi, kapewa bilioni tano ili awape vijana chupa za petroli wawashe moto nchi yao. Mwingine akapewa bilioni nne. Yule mwanaharakati yeye anasema amepewa bilioni kumi na mbili na gari ya milioni mia tano ili awashe moto nchi yetu. na mimi niwaambieni, mkitaka kujua kwamba jambo halikuwa uchaguzi, oneni walichokuwa wanapanga kwamba mradi kielelezo, ndoto ya baba wa taifa ili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na awamu ya tano ya Rais Magufuli ikapigwa pigwa na mizengwe, Magufuli akasema tutaujenga mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Watu wanakaa huko, wako nje huko, hawapangi hata kurudi hapa nchini Tanzania, wanasema mkachome na bwawa la Mwalimu Nyerere kwamba hiyo ndio haki tuwape tu? Nawauliza pande, kwamba watu wanasema wakachome na bwawa la mwalimu Nyerere, ni haki yao tuwape tu? Wakasema waka, waka, wakachome na reli, mradi wa ndoto ya baba wa taifa, na rais Magufuri akasema ianze, na mama Samia kwa kufunga mkanda akatumia trilioni sita nukta tano fedha yenu nyiye Watanzania, ikajenga bwawa lile. Akatumia takribani trilioni saba, kaziweka kwenye reli fedha yenu nyie. Alafu watu wanakaa huko hawana hata mpango wa kuja kurudi hapa hezi, kisa wanaongea Kiswahili ndio tuaone nao ni Watanzania, wanaelekeza kwa wasap na hivi ndivyo wanavyofanyaga wale. Fuatilieni historia. Siku nyingine wakinitibua, nitafunguka nita zaidi. Najua mataifa yote waliowahi kufanya mambo ya aina hii, na mimi niwaambieni, wale wanaowatuma watamezea mate hii urenia, mpaka watameza na ulimi. Hii nchi haitaongozwa kwa rimoti, ndio Endeleeni kuambizana, endeleeni kuambizana. Tuna jambo la haki, kila mtanzania anastahili haki, na tuna jambo la wajibu, kila mmoja akitimiza wajibu wake na kila mmoja akapata haki yake, tutaishi kwa amani. Hii mambo ya haki, tusiongelee haki kip, kip kivyake vyake. Katiba yetu imetuambia vizuri hapo, uweze ukasema una haki, ukafunge bendi ya mziki hospitali ya taifa ya Muhimbili yako, kwamba una haki ya kwenda popote. Ime- imeongelea haki ya ulinzi wa mali za umma, hapa kwenye katiba. Hawezi genge tu likataka kwenda kuharibu mali za umma, alafu tukasema tuka wana haki. Wala watu wasikipe haki ya aina hiyo hii nchi haitaenda bila wajibu, wala tusioneane aibu kusema haya. Lazima wajibu, lazima wajibu, hili jambo la wajibu, wala wala huo wala, wala sio ukatili, ni wajibu, lazima uwajibike. Ndio wala sio ukatili, ni wajibu. Hakuna taifa ambalo halina hata. Mungu aliyetuumba kwa mjibu wa Biblia, hata Mungu aliyetuumba aliweka na wajibu kwamba umwabudu yeye tu na sio miungu mingine. Yeye mwenyewe aliye wa haki. Hata wana wa Israeli tulielezewa, aliwapa, aliwapa wajibu wa kutimiza ili ili, ili waende kwenye wa safari yao. Yeye mwenyewe mwenye haki, na hata kwa Waislamu hivyo hivyo, ndio maana kuna swala tano, ndio maana kuna kufunga. Hauendi tu kwa Mungu kwa kutembea kwa mguu una wajibu wa kutimiza, yeye mwenyewe aliyewa haki. Ninyi mnataka mtuumbie taifa gani? Lile la watu wasio na wajibu? Ndio sasa nilikuwa naongelea kile kipengele cha mambo ya uchaguzi, kwamba nchi zetu zinazoendelea huwa zinawekewa mtego kwenye uchaguzi, zinawekewa mtego kwenye ukabila. Sisi kwenye ukabila tulishavuka, wametujaribisha hapa lakini, bado upo mtego mwingine ambao wana wanatutafuta nao sana, mambo ya udini. Tanzania tulizoea kila mtu kuwa na dini yake, na kama nchi serikali haina dini, na kila mwananchi ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini, wala haijawahi kuwa vikwazo. Mimi ninayo mifano hata ya familia wanandoa wawili, mmoja Mwislamu, mwingine Mkristo. Mi ninayo mifano hiyo. Hiyo ndo Tanzania tuliokuwa nayo. Sasa hivi tunawindwa mno kwenye jambo hili la udini, na mimi nilisema na wakati ule, nawaomba Watanzania, viongozi kwa waume, viongozi wa wa siasa kwa wa, kwa, wa, kwa, wa, kwa wananchi wa kawaida huu mtego tukwepe. Huu mtego tukiingia, hauna mshindi. Ukienda kwenye mtego unaogusa imani ya mtu, hauna mshindi. Nilisema kwenye kikao kimojawapo, viongozi, mna maoni mna ushauri mna mambo ya msingi, kuanzia Mheshimiwa Rais amesema milango iko wazi, yuko tayari kwa vikao. Nendeni onaneni na Mheshimiwa Rais, semeni mnayotaka, na sisi wasaidizi wake wote, milango iko wazi. Hiyo ndo nchi yetu. Tukiendelea na utaratibu huu wa kudokoana dokoana kwenye mambo ya imani, tutakapoingia kwenye mtego huo, hauna mshindi na hauna kutoka kwa urahisi. Nimezoea na rejareja hivi, reja huyu amesema kwa huyu, huyu kasema kwa huyu. Mimi nawaambieni, bila kutaja majina, twendeni tuepuke mtego huo, kwa sababu tukiingia hauna mshindi. Na ndio maana nikasema siku ile pale, akikosea askofu kanisa lisifungwe, akikosea shehe msikiti usifungwe watu waachwe na imani yao, waendelee ibada. Si kati ya mtu na askofu wake, ibada ni mtu na Mungu wake. Ndio haya mambo, ukifuatilia kwenye nchi zilizowahi kuharibikiwa, kila mtu alikuwa anajiona yeye hausiki. Yalipowakumba yaliwakumba wote. Na sasa naanza kuonaona mchezo kila mtu anadhani, anadhani, anatumia tu uhuru wake wa kusema. Anadhani anatumia tu uhuru wake wa kusema. Wengine wanachokoza, wengine wanachokozeka. Tunacheza na mtego ambao ukitunasa, ni ngumu sana kutoka. Usimguse mtu kwenye imani yake. Tuambizane wote na nafsi zetu zituongoze, watu wawe responsible na taifa hili, tusiwapeleke watu kwenye mtego wa aina hiyo. Ndio ha unaweza ukaita press yako, ukamwona tu mmoja hivi ukaenda ukamshambulia, uka yule uliyemshambulia, waumini wake unakuta wanamuita baba wee utaona mpuzi, mpuzi, mpuzi wa wake, kwa no, mana, haya, na kaongea upuzi hivi, waumini wake wanamwita baba. Ndio ndio maana haya tunatakiwa tuyaepuke, na sisi wenyewe ambao tunaitwa baba tunatakiwa tuwe responsible, tuepuke kuwapeleka watoto wetu kwenye matatizo hayo, kwa sababu kwenye hii nchi tumeingiliana mno, hamna hata mkoa mmoja ambao wao kwenye mkoa wao ni wa dini moja watupu. Haya, tunatakiwa tuongee kama Watanzania. Huu ni mtego, tunatakiwa tuepuke tu, tu, kwa nguvu zozote zile tusiende huko. Tuendeni tutumie njia zetu sahihi za kushughulikia mambo yanayotuhusu. pande huye sasa, nimeshaongea haya niliyotaka kuongea. Nadhani kwa sababu tumeshakaa sana na mmekaa juani, mnaonaje tuishie hapa?